Na shughuli za kibiashara zilitatizika hii leo huku maduka na ofisi nyingi katikati ya jiji la Nairobi zikifungwa kufuatia vurugu la maandamano ya leo. Baadhi ya wafanyabiashara wanakadiria hasara baada ya mali yao kuharibiwa kwenye siku ambayo barabara za kuingia jijini zilisalia na shughuli chache. Mwanahabari wetu Emily Chebet anaangalia hasara na hofu iliyogubika jiji kuu la Nairobi wakati wa mshike mshike huu wa leo katika barabara kama Moi Avenue, Kenyatta Avenue na Tomboya biashara nyingi zilibaki kufungwa, wafanyabiashara wakihofia kuvamiwa, kuporwa au kuharibiwa mali. Wiki iliyopita taswira ilikuwa sawia, milio ya risasi, vitoa machozi na vurugu katikati mwa jiji. Leo hatue na mzara kwa maana sofa, kuna wenye tumeajiri kuna wengine tumeajiriwa kwa biashara, hatuna ma customers wanaingia watu wa kununua bidhaa So usalama haiko sawa kwa maana watu hawakuji kwa mahoteli wakule, tunaoza machakura macha, so far, tunaangalia usalama wetu. Nafanya kazi ya beauty, of course, iko chini sahi, sana sana, sana, sababu the moment wanarusha the tear gas sisi wote tuna afetwa huko juu. The moment wanarusha hizi kuna commotions, sisi wote tuko afetwa kwa juu, ndo kwa maana tuko hapa hakuna kazi na wengine walipoteza bidhaa za thamani kubwa wiki jana na leo biashara zao zilibaki kufungwa. Wakenya wengi pia ambao walikuwa kwa shughuli zao za kila siku walilazimika kuondoka mjini kwa haraka huku wengi wakifungiwa wasijue la kufanya because I I I I take take my transportation down there. So I don't think I'm, I can be able to take transport right now. We are forced to close since the the building is under lockdown. Na hakuna vile biashara And for me, I feel like the mandamano affect many business in Nairobi. the na hakuna vile biashara inaendelea mandamano tafadhali tunakuomba mheshimiwa Samoei Ruto tulikupigia kura angalieni usalama wa wananchi angalieni usalama wa biashara ndio tuendelee na kazi. Barabara nyingi zinazoingia na kutoka jijini pia zilisalia mahame huku maswali yakiibuka kuhusu hasara ya wafanyabiashara kila kunapotokea maandamano. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.